Watazamaji wa televisheni Tumaini tumsifu Yesu Kristo so karibu katika kipindi hiki cha utoto mtakatifu leo tumetembelea parokia ya mtakatifu Clara wa Asizi Mongo la Ndege ambapo watoto watoto mtakatifu wa parokia hii wametuandalia mambo mbalimbali mbali katika kipindi hiki cha majilio ikiwemo nyimbo e, maswali mbalimbali mbali, na majibu na michezo karibu ungane nasi tangu mwanzo hadi tamati, tukajifunze yale ambayo watoto wametuandalia. Mimi ni Sister Salvina Makonde. Karibu tuanze kwa pamoja. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Kabla mafundisho: Roho, kumfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia Tuyasikie mafundisho yako tuyashike mpaka mwisho, amina. E Bikira Maria Mtakatifu, utuombee sisi na watoto wote ulimwenguni, hasa wale waishio katika mazingira magumu. Amina, amina, amina.

Apite, Bwana, apite, Mungu, apite, Tengeneza njia Apite, Bwana, apite, apite Mungu, apite, tengeneza njia ya Bwana, apite. Anakuja mwenye Anakuja kwetu anakuja kwetu anakuja ndae

mtakatifu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima. Safu kwa Yesu, safu kwa Yesu, safu kwa Yesu, tumeupata tuhudumishe haki na amani. Watoto rasi o raha kidogo tu, shetani naye Haya, watoto tunaingia kipindi cha maswali na majibu. Watoto mpo tayari kujibu maswali? Ndio. Mmejipanga? Ndio. Haya, kaa tayari kwa makini, sikiliza kwa makini swali nitakalo kuuliza. Tafakari swali linataka nini na linamaanisha nini? Tumeelewana watoto? Ndio. Swali so, letu la kwanza. Yesu Kristo alizaliwa wapi? Alizaliwa Bethlehemu. Amepata? Ndio. Haya, tunaendelea. Baba mlishi wa Yesu Kristo aliitwa nani? Jina langu ni Justina. Baba Mlishi, baba mlishi wa Yesu aliitwa Yosefu. Amepata? Ndio. Tunaendelea, swali linalofuata linasema, baba mzazi wa Yesu Kristu au baba yake Yesu Kristu ni nani? Baba mzazi wa Yesu Kristu ni Mungu mwenyewe, jamani watoto. Amepata ndio. Tunaendelea na maswali yetu. Swali linalofuata linasema, mwaka wa kanisa una vipindi vingapi? A, B vitaje. Kwa jina naitwa Julita Paul. Mwaka wa kanisa una vipindi vitano ambavyo ni Kwaresma, Pasaka, kipindi cha mwaka, maajilio, Noeli. Amepata. Tunaendelea. Swali so linalofuata linasema kwamba katika kipindi cha majilio, Dominika ya tatu ya majilio inaitwa Dominika gani? Yes, yes, Amina. Kwa jina inaita Baraka. Dominika ya tatu ya majilio inaitwa Dominika ya furaha. Amepata? Ndio. Yes. Tunaendelea. Swali so linalofuatia katika liturujia au katika kanisa kuna rangi ngapi zinazotumika? B, zitaje. Amejitahidi kidogo, mwingine hmm. Tumyele, Amina. Katika kanisa kuna kuna rangi nne ambazo nyeupe au njano, kijani, nyekundu na zambarau Amempatia. Ndio. Ah, tunaendelea. Je, yeah. Ni nani aliyekuwa mtangulizi wa Yesu Kristo? Ni nani aliyekuwa mtangulizi wa Yesu Kristo? Yesu Kristo. Jina yanu ni men aliyekuwa mtangulizi wa Yesu yeah, Kristo ni Yohana. Amepatia, tunaendelea je, ni nani alimpasha mama Bikira Maria kwamba atapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Evelyn Clave. Aliyempasha Bikira Maria habari ni malaika Gabrieli. Amepata. Ndio, kipindi chetu cha maswali na majibu kimefika tamati, kwa hiyo watoto ongereni kwa kujitahidi kujibu maswali. Watoto mpo? Watoto wapendwa, tunaingia kwenye historia ya maisha ya maisha, mtakatifu Maria Goreti. Kwa hiyo kuwa makini kwa kusikiliza, kwa sababu baada ya hapo kutakuwa kuna maswali mbo. Tayari ndio tunaanza. Mtakatifu Maria Goreti alizaliwa huko Ancona katika nchi ya Italia. Baba yake aliitwa Goreti na mama yake aliitwa Asunta. Maria Goreti yeye hakupata bahati ya kusoma shule kama watoto wengine ambao wanasoma, bali kwa sababu wazazi wake hawakuwa na uwezo wa kumsomesha. Lakini kwa sababu mama yake alikuwa mcha Mungu, alimfundisha katekesi pamoja na sara nyingine. Kwa hiyo Maria Goreti alijua katekesi pamoja na sala kwa kupitia mafundisho ya mama yake mzazi ambaye alikuwa anaitwa Asunta. Maria Goretti alipofikisha umri wa miaka tisa, baba yake alifariki dunia. Hivyo Maria Goretti alibaki na mzazi mmoja tu ambaye ni mama yake Asunta. Pia Mtakatifu Maria Goretti alikuwa mtoto wa tatu katika familia yao. Pia Maria Goretti alikuwa mtoto ambaye alipenda sana kumsaidia mama yake kufanya kazi za ndani kama kuosha vyombo, kuchota maji pamoja na kupika. Na pia Mtakatifu Maria Goretti alikuwa mtoto ambaye alikuwa hapendi kulalamika, bali yeye alikuwa anapenda kuridhika kwa chochote na, na kitu chochote atakachofanya alikuwa hapendi kulalamika. Na pia Mtakatifu Maria Goretti yeye alikuwa ni mtoto ambaye mdomoni mwake halikuwahi kumtoka neno la uongo. Pia Mtakatifu Maria Goreti alikuwa mnyenyekevu, mtii na mpore. Mtakatifu Maria Goreti, katika nyumba ambayo alikuwa anaishi, kulikuwa kuna kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Alexander, ambaye huyo kijana alimsumbua sana akitaka matamanio, alimtamani kingwili, lakini Maria Goreti kwa sababu yeye alifundishwa na mama yake kuwa mtoto mwema na yani, kuishi maisha ambayo ya, ya, mtu, yani, ya kumtukuza Mungu pasipo kuwa kumkosea Mungu. Alifundishwa kwamba asimkosee Mungu hata siku moja, wala kuvunja amri ya Mungu yoyote, kwa sababu aliambiwa na mama yake, akivunja amri moja tu ya Mungu amevunja amri zote za Mungu. Hivyo mtakatifu Maria Goreti baada ya yule kijana alivyokuwa anamsumbua yeye, alizidi kumwomba Mungu, akimwomba Mungu nisaidie, nisije nikakosea. Siku moja ambayo ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa na mbili, Maria Goreti alikuwa ameketi katika nyumba yao chini ya ngazi, ambayo mama yake alienda kufanya shughuli nyingine. Hivyo huyo kijana Alexander al alitumia hiyo fursa, alipomwona mama yake Maria Goreti hayupo. Aliingia ndani akamkuta Maria Goretti ana, ana, <coughs> ana, ana, ana, anashona nguo. Akamwambia Maria Goretti kwa sababu na huyo kijana walikuwa majirani na Maria Goretti akaingia ndani akamwambia Maria Goretti, njoo hapa. Maria Goretti akamwambia hapana, mimi sitaki. Akamwita tena Maria Goretti, njoo. Maria Goretti akasema sitaki, Alexander. Hivyo Mar Alexander akamwita kwa nguvu, Maria Goretti akamvuta. Lakini Maria Goretti alipambana. Akawa hataki. Baada ya hapo, Alexander akataka kumfanyia kitendo kibaya Maria Goreti, lakini Maria Goreti alimwomba Mungu. Hivyo Alexander, baada ya kuona ameshindwa, akaona ili amkomeshe Maria Goreti, alimchoma visu kumi na nne katika mwili wake, ambavyo visu tisa viliingia sana katika mwili wake vikamuumiza Maria Goreti. Baada ya hapo, mama wake Maria Goreti Alimpeleka hospitali Maria Goretti. Cha ajabu alipofika hospitalini madaktari wasita walistaajabu kumuona binti ambaye alikuwa na umri wa miaka kumi na mbili tu amechomwa visu vingi sana katika mwili wake na hakufa hapo kwa papo. Hivyo, Maria Goretti alipokuwa katika hospitalini alimwambia mama yake kwamba, mama, naomba ukanitee padri. Mama yake akasema sawa. Kwa wakati huo Alexander alikuwa amefungwa gerezani kwa miaka 30. Baada ya hapo mama yake Maria Goretti ambaye ni Asunta pamoja na padri walienda hospitalini. Walipofika padri alimuuliza Maria Goretti, akamuuliza Maria Goretti, umemsamea, umemsamea Alexander, umemsamea Alexander kwa ubaya wote aliyokufanyia Maria, Maria Goreti akajibu akamwambia, akamwambia padi, ndio, nimemsamehe na usiku wa leo nitamwombea kwa Mungu apate kutubu dhambi zake. Hivyo padi akamkomnisha Maria Goreti karisi takatifu. Baada ya kumaliza Maria Goreti akafariki dunia. Baada ya ya hapo mama yake Maria Goreti alirudi nyumbani, alivyorudi kuraianda gerezani akasamihiwa akaenda kwa mamake Maria Goreti akamwomba msamaha, wakaendelea kuishi. Alexander akabadilika tabia yake, akawa mtoto mwema. baada ya mwaka 1947 tarehe 27 Aprili Maria Goreti alitangazwa kuwa mtakatifu. Japokuwa walisema Maria Goreti hakufanya maajabu makubwa wala miujiza, lakini matendo yake madogo madogo yalikuwa mfano tosha wa kuwa mtakatifu katika maisha yake. Hivyo historia mtakatifu Maria Goretti kwa ufupi ni hapo. Watoto mmeelewa? Maswali. Hai, mtakatifu Maria Goretti alifariki akiwa na umri wa miaka mingapi? Amepata. Ma, mtakatifu Maria Goreti alitangazwa mtakatifu mwaka gani? Mtakatifu Maria Goreti alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1947. Amepatia. Haya, mtakatifu Maria Goreti alichomwa visu vingapi katika mwili wake? Maria Goreti alichomwa visu 14. Amepata. Tumefika mwisho wa historia ya watakatifu na leo tulikuwa na historia mtakatifu Maria Goreti Asanteni kwa kusikiliza, na mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefika tamati ya kipindi chetu cha utoto mtakatifu. Sina shaka kwamba umejifunza mambo mengi hususani historia ya watakatifu. Wengi wetu hatufahamu historia za watakatifu, lakini watoto wametujuza leo. Ombi langu kwako, ukawe kitabu kwa wengine. Mimi ni Sista Salvina Makonde, sina la ziada. Tukutane wakati mwingine, endelea kutazama vipindi vinavyofuata vya Tumaini Televisheni. Kwa heri, tumsifu Yesu Kristu. yeah.